Ndugu yangu mpendwa, leo hatuzungumzi kuhusu kifo cha watu wengine. Leo tunazungumzia hatima yangu na yako. Siku moja, bila taarifa, bila kuomba ruhusa, tutachukuliwa kutoka katika dunia hii, tukaoshwa, tukafunikwa sanda na tukashushwa ndani ya kaburi. Hakuna mali, hakuna marafiki, hakuna followers, hakuna cheo, kila kitu kinabaki juu ya ardhi. Swali moja tu linabaki, kaburi lako litakuwaje? Je, litakuwa bustani ya peponi au litakuwa shimo la moto wa Jahannam? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, kaburi ni kituo cha kwanza cha Akhera. Kama mtu ataokoka humo, yaliyo baada yake yatakuwa mepesi, na kama hataokoka humo, yaliyo baada yake yatakuwa magumu zaidi. Hadith Tirmidhi. Ndugu yangu, watu wengi wanaogopa Jahannam, lakini wamesahau kuwa kaburi ndilo lango lake, na watu wengi wanatamani pepo, lakini hawajui kuwa kaburi ndilo lango lake pia. Ndani ya kaburi hakuna matendo mapya, hakuna toba mpya, hakuna swala ya nyongeza, kuna matokeo tu. Ebu sasa tusikilize kaburi la mja mwema likoje. Anapokufa mja mwema, malaika wa rehema wanashuka kutoka mbinguni nyuso zao nyeupe kama jua, wakiwa na sanda kutoka peponi na manukato ya peponi. Roho yake hutolewa kwa upole kama tone la maji linavyotoka kwenye chupa. Mtume amesema kuwa roho yake huambiwa, ewe roho iliyotulivu toka, uende kwenye msamaha na radhi za mola wako. Anapowekwa kaburini, kaburi lake hupanuliwa kadri macho yanavyoweza kuona. Hewa ya peponi humfikia harufu ya peponi humjaa. Malaika wanapomuuliza, mola wako ni nani? dini yako ni ipi? nabii wako ni nani? anajibu kwa utulivu, mola wangu ni Allah, dini yangu ni Uislamu, nabii wangu ni Muhammad. Ndipo sauti kutoka mbinguni inasema mja wangu amesema kweli. Anafunguliwa mlango wa peponi na anaonyeshwa mahali pake, ndani ya kaburi lake anapumzika, analala kama bwana harusi akisubiri siku ya Kiyama. Sasa sikiliza kwa makini hali ya mtu muovu anapokufa. Mtu muovu malaika wa adhabu wanashuka, nyuso zao nyeusi, wakibeba sanda kutoka Jahannam. Roho yake hutolewa kwa maumivu makali, kama pamba inayochanwa kwenye chuma chenye miiba Anapowekwa kaburini kaburi lake hubanwa hadi mbavu zake kuingiliana. Anapoulizwa mola wako ni nani? dini yako ni ipi? nabii wako ni nani? anasema sijui, nilikuwa nasikia watu wakisema. Ndipo sauti inaita kutoka mbinguni, mja wangu amesema uongo. Anafunguliwa mlango wa Jahannam, joto lake, harufu yake na adhabu yake humfikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, kaburi lake linajaa giza, nyoka na nge wanamtesa, na adhabu haikomi mpaka kiama. Ndugu yangu, makaburi yako juu ya ardhi yanafanana, lakini ndani yake mambo ni tofauti kabisa. Kaburi moja lina nuru, lingine lina giza. Kaburi moja lina amani, lingine lina hofu. Kaburi moja lina furaha lingine lina majuto. Tofauti haikuwa nyumba, haikuwa kazi, haikuwa umaarufu. Tofauti ilikuwa swala, takwa, ikhlasi, tauba na kumcha Allah kwa siri na dhahiri. Swali si lini utakufa, swali ni uko tayari vipi? Je, ukifa leo swala zako zitasimama kukutetea? Kurani itakuombea? Matendo yako yatakupa nuru au zitakuwa ni regrets? Ni laiti ningejua, ni laiti ningebadilika. Allah, kwa rehma yake, bado ametupa muda, bado pumzi zipo, bado mlango wa toba uko wazi. Ndugu yangu mpendwa, kaburi linatuita kila siku, lakini sisi tumesahau. Leo kabla hujalala, jiulize kaburi langu litakuwaje? Anza nasa, kulinda swala, kuacha dhambi kwa siri, kurudi kwa Allah kwa unyenyekevu. Kama ujumbe huu umeugusa moyo wako, usiuache ufe hapa. Like video, andika comment, Allah anijalie kaburi la amani. Subscribe ili tuendelee kukumbushana akhera. Allah atujalie kaburi liwe bustani ya e, peponi, wala si shimo la moto. Amin.